Mwezi Machi mwaka 2025 marekebisho ya sera ya taifa ya ardhi toleo la mwaka 2023 yalizinduliwa. LANDESA sasa wanachukua wajibu wa kuweza kuelimisha umma kwa kuanza kufanya mijadala na makundi pamoja na wadau mbalimbali wakiwemo waandishi wa habari. Sasa tunasisitiza zaidi swala la sera kwa sababu sera inayo mambo mengi, kwa maana ya kufikisha ujumbe sahihi. E, nasisitiza ujumbe sahihi sahihi kwa sababu swala sio kupeleka habari lakini unapeleka habari ya namna gani na inaenda kuleta matokeo gani? Hilo ndiyo swala la msingi zaidi, pamoja na mambo mengine yaliyojadiliwa katika sera hiyo baina ya Landesa na waandishi wa habari wa masuala ya ardhi kwa muda wa siku mbili mjini Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Kuelewa muktadha wa uimarishaji haki miliki za ardhi ni swala lililopewa msisitizo. Msisitizo mkubwa zaidi ni uimarishaji wa haki miliki za watu kwa sababu ukiwa na haki miliki ya uhakika, maana yake una uhakika wa kutumia eneo lako na kulitunza eneo lako, kwa sababu unajua utakuwa nalo leo na kesho. Lakini kama huna uhakika utakuwa nalo kesho, utalitumia iwavyo vyovyote leo ili upate cha leo, kwa sababu huna uhakika kesho utakuwa nayo. Tumeona kwamba sera ni mwongozo, mwongozo ambao unataka kuleta haki na usawa katika maana kunufaika na rasilimali za nchi. Kwa hiyo waandishi wa habari, nafasi yao kubwa ni kwanza wananchi waelewe, waelewe sera waelewe sera kwa undani, ili waweze wenyewe kunufaika na yale ambayo yanaelekezwa na sera, lakini kuelewa kwao kuwasaidie vilevile kuhoji mamlaka kwamba sera imeelekeza hivi lakini kinachotokea ni kwamba mamlaka haikufanya kitu hiki na hiki na wajibu huo unakuja kwa sababu tuelewe kwamba mamlaka imekabidhiwa rasilimali za nchi na wananchi. Kwa hiyo wananchi wana haki ya kuuliza mamlaka, na haki yao inakuja kwa sababu kuna sera, kuna sheria, kuna miongozo na kuna kanuni. Watu tunachukulia ardhi kama swala la jumla lakini, kuna undani zaidi wa kuweza kujua. Ili sisi tuweze kuwahabarisha wanajamii wote, lazima sisi kwanza tuelewe ni kitu gani ambacho kiko kwenye ardhi na sera hii. Ina hapa tulivyochambua kwa siku mbili, imetuwezesha sisi kupata kujua na kuwa na details nzuri zaidi za kwenda kutumia kalamu zetu. Mjadala huu wa kuchambua sera Uh, ya ardhi toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu umekuwa na manufaa makubwa kwetu kama waandishi wa habari. Landesa wametukutanisha hapa, lakini yako maswala ambayo tumeangazia ikiwemo mambo muhimu ambayo sera imetazama, lakini pia pengine kama kuna changamoto ambazo ziliwahi kujitokeza katika sera ya mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano lakini na maeneo gani hasa ambayo yanaonekana kuwa ni changamoto, ili tunapoenda kufanya uchambuzi na kufanya uchechemuzi wa mijadala mbalimbali kwa kupitia vyombo vyetu vya habari, basi jamii iweze kuelewa katika mawanda mapana na kuwa sehemu ya chachu, hata wao kuwa sehemu ya kuleta maendeleo katika sekta ya aridhi. Utazungumzia masuala ya migogoro na na mambo kama hayo, na hadi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuwa sehemu ama daraja e, baina ya watunga sera Uh, lakini pia na wananchi ambao ni wanufaikaji wa moja kwa moja wa sera pamoja na sheria zake. Ujio wa marekebisho ya sera ya ardhi LANDESA kwao ni fursa ya kuleta mabadiliko katika utumiaji wa rasilimali hiyo kwa kuanza na utoaji wa elimu sahihi, na sisi kama LANDESA tukaona ni fursa ya kuanza kuyaelimisha makundi muhimu katika utekelezaji wa sera hiyo, na moja ya kundi hilo ni waandishi wa habari, kwa sababu tunaamini sisi LANDESA hatuwezi tukafika kila mahali lakini vyombo vya habari vinawafikia watanzania walio wengi, na hivyo waandishi wa habari wakiifahamu sera yaliyomo na yale yanayotarajiwa kuja kuwa sehemu ya sheria zitakazokuwa zinasimamia ardhi, basi wataweza kuwafikia watu wengi na watu wataifahamu sera na watajiandaa katika yote ambayo ya katika sera